Shela, vile, vile na mke Ruben wa marehemu mwanaye Tamar. Baada ya kufika hapa, Yuda alianza kusalimiana na ndugu zake Ruben, Simeon, Levi, oh, Gadi, Levigadi, Naftar. Hawa wote ni ndugu zake, siku nyingi alikuwa amepotezana nao. Zablon, Benjamin, hatimaye so oh, baba yangu. And my father. My father, Jacob. Baba yangu Jacob. Karibu katika himaya yetu, ninastoka na anasema baba, asante oh, okay. ni muda mrefu nilikuwa sipo pamoja nanyi, lakini sasa nitakuwa niko nanyi kwa muda mrefu pia. No problem. sintakuacha tena baba. Widow of two of my sons. huyu ni mjane wa watoto wangu wawili Je, hajabaki kwa baba zake? Sema hapana. Katika miezi hii mitatu tayari iligundulika ya kwamba Tamar alikuwa ni mjamzito, na kawaida ya kwamba mtu ambaye tayari alikuwa amefiwa na mume wake hakupaswa kufanya chochote paka muda mrefu sana au aweze kupewa ndugu kutoka katika ukoo wa mwanaume aliyekuwa amemwoa. Kwa kitendo hiki lilikuwa ni chukizo kwa mila na tamaduni za kwao. Kwa hiyo Yuda alihitaji kukaa na ndugu zake pamoja na baba yake kueleza lile tatizo na kuomba apewe ushauri nini kifanyike juu ya kosa la Tamar. Tamar ana ujauzito ila hawajui ni nani aliyempa ujauzito. Tutamfahamu muda si mrefu. Kama mtu ametenda kosa hili, hukumu yake huwa ni lazima afe. Sasa akaulizwa ilikuwaje? Akasema nilibahatika kupata watoto watatu. Wa kwanza alikuwa anaitwa r er, wa pili alikuwa anaitwa Onan, watatu alikuwa anaitwa Shela. Sasa akasimulia jinsi ambavyo alianza kufa. Er, akafata Onan na mwisho yeye ikabidi aogope kumuodhesha mwanaye wa mwisho, Shela. Kwa hiyo, baba, ningekubali tena kupoteza na mtoto wa tatu? Hapana. Well, Ninajua jinsi maumivu ambayo mtu anayapata anapofiwa na mwanaye. Sasa lazima auawe huyu. Yes. Wamemuuliza wakina mama Tamar aeleze ana ujauzito wa nani. Yaani kakataa kata, katakata kasema mengine yote, lakini siyo baba wa mtoto aliyeko tumboni mwake. Sasa Jacob anamwambia mwanaye Yuda anapaswa yeye mwenyewe ndio awe mhusika katika kutoa hukumu katika swala hilo, maamuzi ni yeye yeye alikubali kwamba afe au wawe Tamar, she must die, she must die, lazima afe. Hiyo ndiyo hukumu ambayo inatolewa kwa Tamar. Kwa hiyo tutizame hukumu itatimizwa vipi. Wakati wa usiku, wakiwa wamelala, Tamar alihitaji kwenda katika hema ambako alikuwa amelala baba mkwe wake Yuda kwani huyu ndiye mhusika wa ujauzito alionao tumboni. Alimfuata akiwa amebeba ile fimbo ambayo aliachiwa kama rehani. So Yuda anauliza, umekuja na kisu ili ni uwe Tamar umechukia kuhusiana na hukumu yangu au uamuzi wangu niliyotoa wa wewe kuuawa? Pale pale alitoa ile pete ikiwa na kamba yake pamoja na ile fimbo yake, kuashiria kwamba anamwambia mwenye huu ujauzito uzito muhusika ni mwenye hivi vitu. Nimefanya hivi ili kusudi nipate mtoto atakayeendeleza jina la marehemu mume wangu. R alionekana Tamar ni mwanamke mwenye akili sana. Kwa hiyo toka siku hii Yuda alimwomba samahani Tamar na alimwahidi hatalala naye tena. Binti amelala na baba mkwe wake lakini hii yote ni kwa sababu baba mkwe ndiye alimwahidi binti huyu kwamba aende kwao mpaka pale Shela atakapokuwa ndio aweze kuozeshwa kwake. Lakini haikuwa hivyo kwa sababu Shela alikuwa ameshakuwa mkubwa na Yuda aliogopa kumwozesha Shela kwa Tamar akihofia kwamba naye anaweza akafa. Binti kapata ujauzito wa baba mkwe wake. Ni tukio ni gumu kuamini, lakini ukweli ndio huo, ni maandiko yanasema. Twende pamoja, Mungu ni mwema. Yuda alipata uchungu sana. Tunaonyeshwa nyumbani kwa Farao. Ilikuwa ni siku nyingine ambayo Farao alilala usiku na akawa ameota ndoto iliyomsononesha sana akanyanyuka kitandani akitafakari ndoto ile bila kupata majibu. Aliporudi tena kitandani kwa ajili ya kulala, akaota ndoto nyingine tena, ilimsononesha sana. Kwa hiyo, asubuhi na mapema, Farao alikuwa ni mnyonge. Kwa hiyo, akahitaji kutoa amri kwa wale wapiga ramli wote waliokuwa pale katika jengo la kifarume, waganga wote na wachawi wote waweze kumfafanulia au kutafasiri na kumpa maana ya ndoto hizo mbili alizoziota. Tusikilize, heshima zinatolewa kwa Farao. Mfalme Farao, uishi milele. Position, on It's not my body that ails. Hapa ndipo Farao sasa anahitaji kueleza ndoto alizoziota usiku. Hii ilikuwa ni baada tena ya miaka miwili mingine. Jamani, nimeota ni ndoto I dreamt I was in the great river. ya kwamba nilikuwa nimesimama kando ya mto Naili nikaona ng'ombe saba wazuri na wanono Fat and gentle, wakitoka mtoni na kula nyasi. Halafu baada ya hao ng'ombe, wengine saba waliokonda sana wakatoka katika mto Naili wakaja na kusimama karibu na wale ng'ombe wazuri wanono kando ya mto the sleek fat cows. I woke in a cool hao ng'ombe waliokonda sana wakawala wale ng'ombe wengine saba wazuri na wanono as... lakini hao ng'ombe saba waliokonda hawakuonekana hata kwamba wamekula kitu. Hii ndoto ikanistusha, rudi ba... tena kitandani nikaota tena ndoto nyingine. This... And scorched by the east wind. Katika ndoto ya pili nimeona masuke saba makubwa na mazuri yanachipuka katika bua moja. Halafu baada ya hayo, su, masuke mengine saba membamba na yaliyokaushwa na upepo mkavu jangwani yakatokeza. Hayo masuke saba membamba yakayameza yale masuke saba makubwa yaliyojaa nafaka. Haya, wapiga ramli, waganga na wachawi wote wakaanza kufanya kazi yao sasa. Wenye kupiga ramli, wenye kuangalia kwa kutumia maji, haya yote yanafanywa ili kuweza kutafsiri ndoto zile mbili za mfalme Farao. Waganga, wapiga ramli, wachawi, hii ndio ilikuwa imani kubwa ya Farao katika jengo lake. Wa kwanza mpiga lamli namwambia mfalme, wala usiwe na muambia, mm, mm, mfalme, wasiwasi. Hiyo ni ndoto tu, haina tatizo, uishi milele. the and then the, mimi ninajua katika hizo ndoto nilizoota kuna kitu We do not know, majesty. kwa kweli Mfarume, hatujui sasa kilichomo ndani, you know? Hapo ndipo mtu aliyetendewa mema na Joseph katika kutafasiliwa ndoto yake, yule mnywesha vinywaji mkuu akayakumbuka maneno yake. Potifa anamwambia utawezaje kuendelea kukaa kimya wakati ulitafasiliwa ndoto njema na yule kijana kule gerezani, sio kweli? Leo ndio nimemkumbuka yule kijana, aliwahi kuniambia ya kwamba nitakapotendewa mema nimkumbuke, lakini nilimsahau. Kwa hiyo akapeleka kinywaji kama kawaida hey. Na hatimaye akamwambia mkuu, ninaweza kuongea na wewe leo. Nayakumbuka makosa yangu wakati ule ulipotukasirikia sisi watumishi wako, mimi na mwoka mikate mkuu. Mkuu ulitufungia ndani ya ngome ya mkuu wa kikosi cha uli